Na mtu mtu mtu mkubwa mrefu wa kutisha, nani mwaona? Mtu mkubwa, mtu mrefu, ona. Oh, ni ni ni ni, ukafanya nini? Ulikumwona mwingine, anasema akakimbia. Basi leo tutaongea kuhusu mtu mkubwa, mtu wa kutisha, tena mrefu, na alikuwa vile tumesomewa kwa somo la kwanza, alikuwa na kulikuwa na mtu amesimama mbele yake na ngao. Jina lake aliitwa Goliath. Kaambia jirani yako, Goliath. Goliath. Kaambia yeye Wanafunzi mshindi. Wanafunzi atakaye shi? Yeah. Sio wanafunzi mwanafunzi atakayetoroka. Hata sisi tunataka kushinda kwa mtihani na sisi nilikwambia, Welcome Academy, we are the best. We will be second to none. Hatutakuwa wa pili kwa yeyote. Tunataka kuongoze eneo hili, kaunti hii na hata nchi hii inawezekana nakierele usikate kujua. Yeye akaambia watu, mimi nataka nipigane na Goliathi nimwangushe chini mshinde. Wandugu zake wakamkataza vaune. Sauli akamwambia ni kijana mdogo, hata mimi ni mzee mkubwa wa vita, lakini nimeogopa. Lakini akasema wake anisukia nilipokuwa nikichunga kondoo za baba yangu nikamwangamiza ndugu, akaja nikamwangamiza. Itakuaje huyu Goliathi? mimi ni nipe ruhusa. Akasema basi sawa, akampa silaha yake, lakini yeye ya, alikuwa kijana mdogo na, na, na Sauli alikuwa mtu mkubwa, kujaribu kuvaa mavazi ikamshinda, akatoa mavazi akamwambia, hii sitaweza, akaenda kwa Kiingereza inaitwaje? Kwa Kiingereza inaitwaje? Akachukua na akaokota jiwe tano, nauo akajitayarisha. Goliati akamtisha, akamwambia mbona unaniletea kijana mdogo wewe, kijana aukatakata na mwili yako itatupia ndege wa angani. Lakini yeye alikuwa kijana mshindi, hapo ogoma akachukua pombeo na n anaitwa Goliati. Kama Goliati bado anajitayarisha na mikuki, yeye akarusha jiwe kwa kombeo ikamgonga kwa uso wake, akaanguka chini, amekufa. Daudi akakimbia akaka, akakata kichwa na kisu chake. Na pia wafilisti walipoona yule shujaa wao anaitwa Goliati ameanguka, wakakimbia Waka kuroka, na wakatoroka na Waisraeli ambao walikuwa wameogopa wakabada nguvu wakawafuata na kuangamiza. Leo nataka kujifunze kuhusu mwanafunzi mshindi kama Daudi. Kitu cha kwanza, kila mwanafunzi ana Goliati wake, kila mwanafunzi ana Goliati wake. Wengine ni hesabu, wengine ni chemistry ama integrated nhiyo Goliati na mwaka huu na muula huu ubadilishe masomo. Kitu cha pili kuwa na imani kama Daudi. Daudi aliona Mungu ambaye ni mkubwa kushinda Goliati. Hata kama Goliati ni mkubwa, Mungu alikuwa mkubwa kushinda Goliati. Goliati. Ndio tunaimbanga God is bigger. Bigger than everything. Mungu ni mkubwa kushinda kila kitu. <laughs> Kwa hivyo wewe na imani Mungu ni mkubwa. Kitu cha tatu, kumbuka Mungu anakuandaa pole pole kwa ushindi wako. Kila siku ushindi na kujanga pole pole. Kila siku jifunze zaidi, ukifika nyumbani badala ya kucheza sana sana jifunze weekend, uliza walimu maswali, na nakuambia tutabadilisha sura ya matokeo yetu. Ushindi inakujanga pole pole kwa kujitayarisha. Mungu alimsaidia Daudi akashinda simba na akashinda dubu. Kwanza unashinda ndogo ndogo, lafu baadaye utakuja kushinda Goliathi yako. Unashinda hofu, unashinda wasiwasi. Unashinda kujiona huko chini Unaanza kujiona huko juu, na Mungu atakusaidia. Kitu kingine, usiruhusu watu wakupatie mipaka. Madugu wa Daudi walimwambia Daudi, wewe utaweza, lakini yeye akasema msinipe mipaka, hata mimi nitashinda Goliati. Usikubali watu wakudunishe, ambia Mungu aliniumba kwa umbo na mfano wake, na mimi nitashinda Goliati. Bwana asifiwe. Yesu, ya watu alikuchekelea, usi wajali jali, wewe endelea na safari huko. Na mwanafunzi mmoja alikuwa anaitwa Ben Carson America. Yeye kila wakati walifanya mtihani, alikuwa nafasi ya mwisho, watu walimchekelea. Lakini siku moja mama yake akamwambia ya ya, wewewe, wewe, wewe ni mshindi kama nau. Na Ben Carson akaanza kusoma tamu ya kwanza akawa kama namba thelathini. Tamu ya pili akawa namba 2. na akaongoza mpaka akakuwa daktari mkubwa Amerika. Akapasua na kugawanya watoto waliokuwa wamezaliwa wameshikanishwa, kwa vito vito vyao vilikuwa vimeshikanishwa, akafanya upasuaji wa kwanza. Ni kwa sababu gani yeye akuruhusu watu wamwekee kipaa? Unaweza kufanya bora kitu kingine si ni ya kwamba simama mwenyewe, natumia chenye uko nayo yeye. Akutumia silaha ya mwingine, wewe kuwa na mipango yako, jikaze kwa bidii na Mungu atakusaidia. Kitu kingine ambacho anasema, ujasiri inatoka kwa Mungu, sio kwa nguvu wala uwezo. Yeye alikuwa mdogo, lakini alikuwa Mungu atamsaidia kupiga vita na kushinda. Kabla hatujafanikiwa, tunahitaji kujitayarisha, we need to prepare, mpangilio na kutumia kila wakati vizuri. Mungu awasaidie wa nyinyi, ni washindi tuseme, wilta, sisi ni washindi. amani awabariki. Mjue ushindi wako utatia moyo wengine waweze kushinda. Baada ya Daudi kushinda, wengine wakashinda. Kila mmoja wetu tukishinda sehemu yake, tutashinda wote kwa pamoja. Hata walimu, ushindi ni wetu. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awe pamoja nani Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu, utubariki. Umetukumbusha ya kwamba sisi ni washindi kama Daudi, utusaidie tuwashindi mwaka huu kama Wilton Academy. Utusaidie na utuongoze na uwe pamoja nasi kwa kila jambo. Utubariki na uwe pamoja nasi kwa Yesu Kristo ni Amen.